Hapa ni makao makuu ya Dost Media. Hongereni sana washindi wetu. Uh, zoezi linalofuata ni la ugaji zawadi, na zawadi zitagawiwa katika makundi manne kama ambavyo ilishoelezwa hapo awali, na tutaanza na washindi walioshinda abaya. Washindi wetu ni Neema Hussein, Shakira Halfani pamoja na Munira Amin Assalamu alaikum, naendeleaje? Swaumu sawa. <laughs> so, uh, mimi sina mengi ya kuongea. Sisi kama Dost Media tunafurahi sana, na tumeendesha hili zoezi tukiwa na matarajio makubwa, lakini tumepata vile ambavyo tulikusudia na zaidi. Mmetufurahisha, tumeshirikiana kwa pamoja kuweza kuhakikisha hii challenge inakuwa ni nzuri, kwa hiyo kwa mara nyingine tena niwapongeze, lakini pia huu ni mwanzo. Tutakuwa na vitu vingi zaidi ambavyo vitakuja kwenye Dost Media. Kwa hiyo endeleeni kufuatilia mitandao yetu. Najua uh, kupitia challenge hii wengine walikuwa hawafahamu Dost Media, si ndio? Lakini mmeweza kuifahamu sasa. Tunataka nyinyi mkaitangaze pia Dost Media huko mnapoenda. Lengo la shindano hili pia ilikuwa ni kutaka sisi kama Dost Media kuwajua wafuatiliaji wetu, lakini pia kupata engagement mpya zaidi, tuweze kupata watu wengine zaidi ambao watakuwa wanafuatilia maudhui yetu. Dost Media bado ni changa, kwa hiyo tunahitaji sana support yenu. Endeleeni kutufuatilia mitandao yetu ya kijamii, tunatumia Dost Media TZ, lakini pia um, nipende kuwashukuru sana kwa mara nyingine na natumai zawadi hizo zitaweza kufanya Idi yenu kwa namna moja au nyingine iwe ni nzuri. <laughs> sha la anakubali. Yes, ya, ni Idi ambayo tumeona ni kitu ambacho tukikitoa kidogo kitaweza kuwafanya basi wafuatiliaji wetu na wao wakafurahi na kile ambacho sisi tumeweza kuwagaia. Kwa hiyo asanteni sana, tunashukuru na niwakaribishe siku nyingine, mnakaribishwa sana hapa makao makuu. Lakini pia uh, napenda kuwasisitizia mkawe mabalozi wazuri sana wa Dost Media huko mnapoenda, na mm, mwambie ndugu na jamaa na marafiki kwamba sasa hivi habari ya mjini ni nini Dost Media, ya. Kwa hiyo karibuni sana mimi nawatakia Eid njema na tutaonana inshallah kwenye kampeni nyingine, natumai uh, tutaweza kushinda tena ama tutaweza kushirikiana tena asanteni.